Ikiwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kufanya ziara katika mkoa wa Simiyu kuanzia Juni 15 hadi 18, je, yeah, unafahamu ni kwa namna gani serikali ya awamu ya sita ambayo anaiongoza imefanya miradi ya maendeleo? Serikali ya awamu ya sita katika kipindi cha miaka minne ikiwa chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Sulu Hassani imetumia kiasi cha shilingi bilioni 850 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali ya maendeleo katika mkoa wa Simiyu. Fedha hizo zimetumika katika utekelezaji wa miradi mipya pamoja na kuendeleza miradi ambayo wakati anaingia madarakani Machi 2021 aliikuta katika hatua mbalimbali mbali za utekelezaji. Uimarishaji, utoaji wa huduma za afya, elimu, maji pamoja na uwezeshaji wananchi kiuchumi ndiyo masuala ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameangazia mkoani Simiyu. Kwenye sekta ya afya, kiasi cha shilingi bilioni 22 zimetolewa katika kipindi cha miaka minne kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Simiyu pamoja na kuimarisha huduma hiyo ya afya na kuwaondolea adha wananchi wa mkoa huo ambao hapo awali walikuwa wakitembea umbali mrefu kufuata huduma za afya katika hospitali ya Bugando mkoani Mwanza na maeneo mengine. Pamoja na ujenzi wa hospitali za wilaya, serikali ya awamu ya sita kwa miaka minne imejenga na kukarabati hospitali na vituo vya afya pamoja na zahanati hatua ambayo imeimarisha upatikanaji wa huduma za afya kuanzia ngazi ya mkoa hadi kijiji. Serikali ya awamu ya sita haikuishia hapo, pia imetupia macho sekta ya maji ambapo kiasi cha shilingi bilioni sabini zimetolewa na serikali katika kipindi cha miaka minne ya Rais Dr Samia Suluhu Hassan. Aidha, serikali inatumia zaidi ya shilingi bilioni mia nne kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa kutoa maji kutoka ziwa Victoria ambapo katika awamu ya kwanza wananchi wa Nyashimo, Busega na Bariadi na Langaga Bilili wilayani Itilima wataanza kunufaika na huku awamu ya pili ya mradi huu ikiwanufaisha wananchi wa Maswa na Meatu. Katika huduma ya nishati, wananchi hawana neno kwa kuwa wamefanikishiwa kwa kiasi kikubwa sana. Vijiji vyote 474 vya mkoa wa Simiyu vimefikiwa na umeme huku zaidi ya shilingi bilioni 97 zikitolewa kwa ajili ya kituo cha kupozea umeme kinachoendelea kujengwa katika kituo cha Imalilo wilayani Bariadi. Kukamilika kwa kituo hicho na njia ya umeme cha Ibadakuli mkoani Shinyanga hadi Imalilo wilayani Bariadi mkoani Simiyu itapelekea mkoa huo kuwa na umeme wa uhakika zaidi na kuchochea uchumi kwa wananchi wa mkoa huo. Kwenye elimu nako, Mheshimiwa Rais Dkt Samia kwa kipindi cha miaka minne, kiasi cha shilingi bilioni 65 kimetolewa kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundo mbinu ya elimu ikiwemo ujenzi wa shule ya wa wasichana ya masomo ya sayansi, huku ikitumia kiasi cha shilingi bilioni 4 kwa ajili ya ujenzi wa shule ya mkoa ya wavulana iliyopo katika halmashauri ya Bariadi mkoani humo. Serikali pia inaendelea na ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Dodoma kuelekea Mwanza kupitia Malampaka wilayani Maswa mkoani Simiyu ambapo mradi huu utakapokamilika utaimarisha huduma za usafiri na usafirishaji kupitia reli ya kisasa yani, SGR. Bi Mkubwa, Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sisi hatuna cha kukulipa zaidi ya kutik ifikapo Oktoba.